Msikilizaji wa Radio One Stereo katika habari nyepesi nyepesi jumaa ya tarehe 22 wa sita mwezi mwaka elfu mbili na kumi na sita yangu matumaini ni kwamba umzima na weekend ndio hivyo inaingia taratibu lakini unaendelea kufuatilia matangazo ya Radio One Stereo kwani hapa utabarika utaelimika na utaburudika uh, bila uh, kikomo Mbeya 93.2 uh, Bukoba 92.1 kule Musoma katika masafa ya 108.0 Dodoma 100.8 Mwanza 102.9 Songea 95.4 uh, Shinyanga 101.3 uh, kule mwisho wa reli Kigoma katika masafa ya 101.5 FM, mnaendelea kuburudika na Radio One Stereo. Sasa ni wakati wa habari nyepesi nyepesi. Leo tunajikita kule nchini Marekani, na tukitoka huko tutarejea hapa nyumbani. Kibaka mmoja mkazi wa Newcastle huko nchini Marekani ameingia katika nyumba moja kwa nia ya kuiba, lakini baada ya kuiba badala ya kuiba kama alivyokuwa amekusudia, baada ya kuingia katika nyumba ile alijikuta akipiga magoti na kuanza kusali baka mmoja mkazi Newcastle huko nchini Marekani ameingia katika nyumba moja kwa nia ya kuiba, lakini badala ya kuiba kama alivyokusudia, alijikuta akipiga magoti na kuanza kusali. Kilichomfanya kibaka huyo kubadili nia yake au kubadili gia angani ni kitendo cha kumkuta mwenye nyumba aliyoingia ambaye ni mwanamama anasali sala yake usiku kabla kwenda kulala. Baada ya kuona hivyo, kibaka huyo mwenye umri wa kati ya miaka 20 hadi 25 ndipo akapiga magoti karibu na mama yule eh, na naye akaendelea kusali pamoja hadi mama yule alipomaliza sala yake. Ila walipomaliza sala hiyo, kibaka huyo alitoa bisu kubwa na kumamuru mama huyo atoe pesa alizonazo, jambo ambalo mama huyo alilifanya kwa kufungua pochi yake iliyokuwa na dola 120 na kutoa dola 20 na, na kumpatia kibaka huyo ambaye hakuridhika na akapora dola ile nyingine 100 iliyobaki na kutokomeza. Polisi wa Newcastle wanapitia mafaili yote ya vibaka wenye imani ya kumcha Mwenyezi Mungu ili kuweza kumbaini kibaka huyo.

natambua kabisa kibaka mwenye tabia ya kupiga watu ngumi za macho, wanawajua. Kibaka mwenye tabia ya kung'ata, wanawajua. Kibaka mwenye tabia ya kusali, wanawajua. Kibaka wa kwetu huku utakesha tabiriki kupiga ngumi ya jicho kesho mtama, yani wapo, wapo tu. Lakini kule huko kule Washington huko, huko Marekani, jomba mmoja mkazi wa Washington nchini Marekani ameuvugumiza kwa bomu la petroli mzinga wa nyuki baada ya nyuki mmoja toka ndani ya mzinga huo kumdunga mshale rafiki yake. Jumatatu wiki hii, njemba huyo aliyetembelewa na rafiki yake na wakaamua kukaa katika bustani nje ya nyumba yake kwa ajili ya maongezi na kupata vinywaji kando ya mti mmoja ambao nyuki pori wamejenga mzinga wao. Wakati wakistarehe na maongezi, nyuki mmoja aliyekuwa akirandaranda eneo lilokaa alitoa katika shavu la rafiki wa njemba huyo na kumdunga uh, na kumtoa nundu. Ni kitendo hicho ndicho kilichomuudhi njemba huyo na kuamua kutengeneza bomu la petroli la kienyeji na kupiga mzinga wa nyuki yao, lakini pia akaisambara akausambaratisha kabisa mti na paa la nyumba yake na nyumba za jirani, jambo ambalo sasa limemfanya awe mikononi mwa polisi. Unajua, kuna wakati mwingine mtu anakuambia unaumwa, basi unaenda unampa pole, unamwonea huruma e, mnaondoka, mnasikitika, mwenzetu anaumwa. Lakini mtu akikwambia niko nyumbani bwana, nimeshindwa kutoka. Kwa nini bwana? nyigu au nyuki kaniuma. Basi unataka tu kwenda kumwangalia, sasa ndo mkute kadungwa ka shavuni au kwenye jicho, badala ya <laughs> kumpa pole unaweza ukajikuta unaangalia pembeni, afu unacheka, afu unarudi unaendelea na maongezi, unageuka pembeni unacheka. Maana wanyigu akikuma wa maeneo ya jicho au nyuki yaani, unaumuka umuka hivi unga wa chapati afumjazi wa amira kuumuka umuka, umuka. saa mbili na dakika mbili saa mbili na dakika tano saa mbili na dakika tano Turejee hapa nyumbani sasa, na tukamilishe waungwana. Hizi nyimbo mnazopenda kupiga au kusikiliza, wakati mwingine mnaweka watu wengine katika wakati mgumu sana. Wewe upo na mumeo katika gari na wewe ndio dereva Bahati mbaya jana mmekwaruzana, lakini wewe huna nia mbaya wala hujakusudia, ila unaupenda sana wimbo wa taarabu usemao muone na mimiwani yake kama fundi makabati. Na kweli mumeo anavaa miwani ya macho, tena miwani yenyewe ya kizamani kubwa kama taa za bito. Unadhani atawaza nini? Atajua tu na mtwanga dongo, lazima atalianzisha tena. Lakini pia hizi tabia za kusikiliza nyimbo zenye ujumbe wa mitego mitego, wakati upo na mtu aidha, mmegombana au unampeleka kituo cha basi asafiri, wakati mwingine na wewe unaweza unalazimishwa usafiri. Nasema hivi kwa sababu huyu jamaa ambaye anaishi na mkewe na mdogo wake wa kiume alikuwa nasafiri kwenda Kahama. Sasa jana asubuhi akamwambia mdogo wake huyo amwendeshe ampeleke kituo cha mabasi Ubungo, ili awai basi la kwenda Kahama kwani alikuwa hajakata tiketi. Akaamuaga mkewe, kisha wakaingia na mdogo wake katika gari la familia kuelekea Ubungo. Wakiwa njiani, huku dogo wake akiwa ndiye dereva, yani mdogo mtu akiwa ndiye dereva, kaka mtu amekaa pembeni, mara mdogo akaweka wimbo wenye maneno Semayo, ah, kaka kasafiri niende baba mwenye nyumba sasa. Ule wimbo ulipoisha, wakiwa anakaribia Ubungo, dogo akaeuka wimbo mwingine wenye maneno asemayo bora usirudi nimuoe kabisa. Kama mtu aliyekuwa akakaa kimya akisikiliza kwa umakini nyimbo anazoeka mdogo wake. Walipofika kituo cha mabasi Ubungo, akamtu akamwambia mdogo wake kapaki gari pale karibu na kituo cha polisi, tunaenda wote Kahama hata kama hujabeba begi, muone sura yake, nguo utanunua njiani. Sijui nini kiliendelea njiani, lakini ninavyoongea nawe wote kaka na dogo wako kahama.